Kuku hawa ni kuku wa Mwendokasi walioko kwa bwana Rusato, wanapatikana Mbezi, Dar es Salaam, wamefikisha miezi mitatu. Huwa tunasema kwamba kuku wa Mwendokasi wanaweza kuchinjwa au kuuzwa wakiwa na miezi mitatu. Sasa naomba ushuhudie, hawa kuku hawawezi kuliwa, hawa kuku hawawezi kuchinjwa. Basi kwa hiyo ufahamu kwamba tunavyoweza kuongelea kuzana na kuku wetu wa mwendokasi wakiwa na miezi tatu wanakuaje? Huu ndo uhalisia wa kuku wetu wa mwendokasi wakiwa kwa mteja ambaye ni bwana Rusato. Nafikiri umeweza kushuhudia. Kwa hiyo e, mambo vipi ndugu mpenzi mtazamaji, nakukaribisha katika chaneli yetu ya Kuku Village na chaneli yetu, leo tunaenda kuanzisha segmenti yetu mpya ambapo tutakuwa tunawaongelea wateja tofauti tofauti ambao tutakuwa tunawapa jina kama ah, wateja wa nguvu. Hawa wateja wa nguvu ni wale wateja ambao tukiwaelezea kiuhalisia hata wewe pia unaweza kusema kweli, huyu ni mteja wa nguvu kutokana na vitu tofauti tofauti ambavyo watakavyokuwa wanavyo. Sasa tutakuwa tunatumia platform tofauti tofauti ikiwemo WhatsApp au hata mazungumzo ambayo tunaongea nao, ili kuweza kukuonesha wewe mteja wetu au yule ambaye anuiwa kuwa mteja wetu wa Kuku Village aweze kufahamu ni namna gani tunavyoweza kuhandle wateja wetu, na ni namna gani naweza kuishi na wateja wetu. Sasa leo mteja wetu wa nguvu anaitwa Bwana Lusato, najua hafahamu kama tumeamua yeye kumpa uh, wasaa huu wakuwa mteja wetu wa kwanza kabisa wa Kuku Village ambaye ni mteja wa nguvu leo, wewe ni mteja wetu wa nguvu. Sasa basi, huyu bwana tuliweza kumpata ilikuwepo ni Januari ishirini na moja uh, elfu mbili na ishirini na tatu. Na huyu ni mmoja wa watu ambao aliweza kufanikiwa tukiitumia, uh, kuwasiliana na wateja wetu kutoka mikoa tofauti. Huyu bwana anapatikana Dar es Salaam, na anaishi Mbezi. Na meseji yake ya kwanza kabisa, aliweza kutusalimia habari za kazi, nikiweka oda na nikiweka oda mwezi huu napata vifaranga mwezi mwezi gani? Na sisi tuweza kumjibu kwa kuweza kumshukuru, lakini pia tukawa tumemwambia uh, kwamba oda zilizokuwepo by then ilikuwa ni mwezi Machi na tunaanza kupokeza oda ilikuwa ni mwezi wa kumi na mbili. Kwa hiyo huyu bwana akaweza kuweka oda ya vifaranga mia mbili wa Mwendokasi na akawa tumempatia benki details uh, uzuri sisi Kuku Village mteja huwa halipi kwenye simu. Ili kuweza kuweka usalama wa fedha yako, unatakiwa ulipie kwenye account number, na account number ni hiyo hapo kwa sababu yeye alisema kwamba anatumia account ya NMB. Kwa hiyo tukawa tumempatia account yetu ya NMB, na account ya NMB ndio hii hapo. Kwa hiyo na bank details ndio hapo by then, vifaranga hivyo hapo ndio walikuwa wanauzwa bei hii hapo. Kwa hiyo huyu bwana tangu mwaka 2023 mpaka mwaka aaah 25 ameweza kuwa mteja wa nguvu kwa sababu ameweza kuagiza vifaranga wengi na tofauti tofauti kwa bachi tofauti tofauti. Hawa hapa ni vifaranga ambao aliwapokea tarehe tisa mwezi huo, mwezi Machi, nafikiri ndio ile oda yake na walikuwa wana bado wa siku mbili wafikishe wiki tatu. Nafikiri tunaweza tuka play hapa video uweze kuona. Unaona, kwa maana yake hao walikuwa na wiki mbili na kama siku tano hivi. Hawa ni vifaranga wa Mwendokasi wanaopatikana kwa mteja ambaye ni Bwana Lusato. Hawa nafikiri watakuwa shauza kwa sababu anachokifanya huwa anachukua vifaranga analea, wakikua anauza kwa nyama, kwa hiyo ndio biashara ambayo huwa anaifanya na ameagiza kuku mara nyingi sana. Kwa hiyo sasa, ninaweza kuendelea kukuonesha ni namna gani huyu bwana, na sasa alivyotuonesha hapa, tukawa tumempa ushauri, kumwambia ongeza vyombo vya kulia, wasigombanie chakula, kigombania chakula kupishana, na chakula watakuwa pia, tukawa tumempongeza kwa hatua hiyo ambayo alikuwa ameifikia. Kwa kwa hiyo mara nyingi sisi huwa tunakuwa na utaratibu wa kuweza kumhudumia mteja kwa kumpatia miongozo ya kuweza kulea kuku wetu wa Mwendokasi, na pia huwa tunakuwa karibu sana na wateja wetu. Pale ambapo wanapokuwa wamekutana changamoto yoyote ile, huwa tunawaelekeza. Tuna magrupu yetu ya wafugaji, lakini pia tunaweza kuchat nao kwa WhatsApp. Huo ndio utaratibu ambao sisi Kuku Village huwa tunaufanya. Kwa hiyo tupo karibu sana hata wewe mteja wetu, kwa mfano ambao ukinunua vifaranga kutoka kwetu, hatutakuacha bali tutakuwa karibu na wewe, tutakuelekeza kila kitu, changamoto yoyote ukutana nayo utapitia mwongozo ukiona uh, mwongozo haujawelewa vizuri, utatumia picha, tutakuelekeza nini cha kuweza kutatua, na haya ndio tumekuwa tukiyafanya. Sasa kwa kufanya hivyo, Bwana Lusato ameweza na kulea vifaranga bachi nyingi tofauti tofauti, na unaona hapa alikuwa amekutana na changamoto ya kuku wake akawa ametuma picha tumwe pembeni, kinyesi, na sisi tukawa tumemwelekeza. Unaona kwamba mbona hapo pembeni naona kinyesi acheupe, maanake kwamba kuna kitu ambacho alikuwa amekielezea, na sisi tukawa tumemweleza shida hiyo ilikuwa imesababishwa naharump no ambao ni plorum, na tukawa tumemwelekeza ambia mpaka na dawa, kwa hiyo atumie tulimaazni h Uh, hiko ndicho ambacho huwa tuna tunakifanya. Kwa hiyo baada ya hapo sasa Bwana Lusato aweza kufurahi akaja tena akalipia tena mwezi Mei vifaranga wengine. Unaona? Kwa hiyo hiki ndicho ambacho huwa tunachokifanya kwa wateja wetu. Kwa hiyo huyu mteja amekuwa akilipia vifaranga mara kwa mara, kutana na changamoto kwa kama hapa alikuwa ni changamoto: hawa kuku wangu bado wana tatizo la kuharisha, unaona? Nimewapatia trisul kwa siku tano, lakini bado tatizo lipo na leo siku tatu wameanza kufa. Tukamwambia tumie USB 3. Sasa hapa tunakuelezea uwazi na ubayana ambao tunaufanya sisi kwa wateja wetu, namna gani ambavyo wanaweza no ku wakkutana changamoto na namna gani, na naweza kuwasaidia kuweza kutatua changamoto ambazo wanakuwa nazo. Kwa hiyo ukilea kuku wa Mwendokasi kutoka Kuku Village, hautabaki kiswani, utafuga kuku na sisi. Hawa hapa ni bachi nyingine ambayo alikuwa amelipia. Nimeona hapa kuna vicheko na kufurahi, hebu nione ilikuwa inaelezea ina nini, ile hinti kuwa na muda kuangalia kuku wako usimwamini na kumwachia kijana wa kazi inafanya kazi vizuri sana nafikiri tuwahi kumpa ushauri kuhusiana na habari ya changamoto za vijana wa kazi kwa hiyo akawa ameifanyia kazi na sisi tukawa tumefurahi tukawa mwambia safi kabisa sasa kuna kuku hawa hapa ambao ukopa na anasema hawa na siku 21 hawa ni vifaranga wa kuku wa mwendokasi kwa hiyo hawa hapa ameweza kuwarekodi vifaranga wake wa mwendokasi ndo hapa wako nje wanafurahia vizuri kabisa. Kwa hiyo hiko ndo kitu ambacho tumekuwa tukikielezea. Unaona bwana Rusato hawa hapa ni kuku wengine wa mwendokasi. Ah, hawa hapa aliweza kutupostia. Nafikiri ilikuwa ni mwezi wa 12 tarehe 11, 2024. Akasema hawa na miezi mitano. Unaona? Hawa hapa ni kuku wake wa mwendokasi, alikuwa na miezi mitano nafikiri. Unaona, atakuwa majogo na kana mwingi, inaanisha alikuwa mbuzauza matetea na wamebaki wachache, kwa sababu huwa anachukua vifaranga sio chini ya mia kwa kila bachi. Wanapokutana na changamoto yoyote, huwa tunamuelekeza na tunakuwa tunamsimamia katika ufugaji wake. Pia hii hapa ni miongozo ambayo tumeweza kumpatia ya ufugaji wa kuku wake wa mwendokasi na bachi ya mwisho, na ambayo nilikuwa nataka nikuoneshe kabla sijafunga segment yetu ni hii hapa. Nitaanzia hapa, hii hapo, kuna message ambayo alikuwa tumemtumia hiyo imesha kuwa kroniki, utapata hasara ya madawa mwache, kwani ameonekana mgonjwa. Akasema ila nisimchanganye na wengine. Tukamwambia, lakini huwa napata tatizo la namna hii mara kwa mara yani, kuna kunakuwa na kuku mmoja anakuwa na shida hii. Huwa una, una, una utaratibu wa kuspray mazingira? Aa, kila baada ya wiki mbili nikibadilisha maranda nafanyia spraying eneo langu lote. Kwa kutumia nini? Tukamuuliza, akasema ni viridi ambayo huwa anatumia kuspray. Nikamwambia hiyo ni sawa ila ukiwa unatoa kuku wewe unapuliza dawa ya para, paranex. Akasema paranex sijawahi kuitumia. Nikamwambia wewe unatumia unapotoa kuku. Sawa, nitaanza kuitumia, asante kwa ushauri. Hii ilikuwa ni Oktoba thelathini na ilikuwa ni Oktoba ishirini na moja. Baadaye tukawa tumechat naye tena Oktoba thelathini na moja naomba fomula ya kulisha kuku wa mwendokasi, kama sikuwatenganisha matetea na, na, na, na mijogoo. Tukawa tumempatia fomula hii hapo. Kwa hiyo akawa amesema pia kuku wangu wanafikisha miezi mitatu tarehe tisa Novemba ni wakubwa, wanakula sana. Nashukuru Mungu there has been only one death. Sasa wako mia moja na moja. Tuwezo kumpatia vifaranga mia moja na mbili ambao walikuwa ni mia moja na extra wawili. Akasema amefariki kuku mmoja tu, nikamwambia hongera sana kwa kuweza. Ukikaa sawa unitumie video please. Akasema nitakurushia tarehe tisa wakifikisha miezi mitatu kamili, nikamwambia okay. Tukao tumewasiliana naye hapo basi ilipofika tarehe tisa ambayo ni siku ya Jumapili, nafikiri, ukiangalia Novemba tisa siku ya Jumapili utaweza kuona elfu mbili na ishirini na tano hawa wamefikisha miezi mitatu. Leo hii Novemba tisa nafikiri sasa nataka nikuoneshe hawa kuku, kuku hawa ni kuku wa Mwendokasi walioko kwa Bwana Rusato wanapatikana Mbezi, Dar es Salaam, wamefikisha miezi mitatu. Huwa tunasema kwamba kuku wa mwendokasi wanaweza kuchinjwa au kuuzwa wakiwa na miezi mitatu. Sasa naomba ushuhudie hawa kuku, hawezi kuliwa hawa kuku hawawezi kuchinjwa. Basi kwa hiyo ufahamu kwamba tunavyoweza kuongelea kuzana kuku wetu wa mwendokasi wakiwa na miezi mitatu wanakuwaje. Huu ndio uhalisia wa kuku wetu wa mwendokasi wakiwa kwa mteja ambaye ni bwana Rusato, nafikiri umeweza kushuhudia. Kwa hiyo kuku wake, anawapenda na anawahudumia. Unaona anawalisha majani na majendo, wamepelekea, unaona kuku wana miguu ya njano, na ukiangalia pia hata nyama yao pia itakuwa ni ya njano kwa hiyo sasa ukumbuke kwamba kuku wa mwendokasi ukiwalisha majani wanakuwa na miguu ya njano. Kuku wetu wa kienyeji wa mwendokasi, hata mayai pia inakuwa ni ya njano. Naamini kuna mteja ambaye ameweza kunufaika sana sana sana kwa kuweza kumuintrodusia hii segmenti ya mteja wetu wa nguvu ambaye leo tumeweza kuanza naye, mteja wetu ambaye anaitwa bwana Lusato anapatikana Mbezi, Dar es Salaam. Kwa hiyo kama umependa tulichokifanya tafadhali, na kama unatamani kufuga kuku wetu wa mwendokasi tulivyoweza kumhudumia bwana Lusato, ndivyo tunavyoweza kuwahudumia wateja wetu wote walioko popote pale, kwa sababu tuna magrupu ya ufugaji na wateja wetu wote tumeweka katika grupu moja, lakini pia tunaweza kuchati na kuelekezana na wateja wetu. Unaona mazingira yalivyo masafi, mazingira yalivyo mazuri ya ufugaji wake kuku wake wa kienyeji wa mwendokasi unawaona, hawa ndio kuku wa mwendokasi wa Bwana Rusalo, ametengeneza paka na ngazi, na unaziona zile pale. Anaweza akaruka akakaa juu, wakafurahi wakaenjoy. Amewateka kabisa na mazingira ya nyumbani, wana banda lao pembeni kabisa, anawahudumia na kuwapatia kila kitu. Kwa hiyo kama umependa na umefurahishwa na segment hii, tafadhali, ili upate vifaranga wa mwendokasi, tupigie simu kwa namba zinazoonekana hapo, na pia naweza na na na na kuzitaja namba zetu, ni sifuri, hii ni Halotel, sifuri sita mbili moja sifuri sita tatu mbili tano tano, au Vodacom, sifuri saba nne nne sita saba nne nne sifuri sita, ni kama unavyoziona katika skrini yako. Yapo, tupigie tuweze kukuhudumia, kukupatia vifaranga bora kabisa wa kienyeji wa, wa mwendokasi. Tunapatikana Kahama, Shinyanga, na nimeamua kuwa wazi kueleza hivyo ili mfahamu kwamba Kuku Village inapatikana wapi. Kuku Village Farm ni shamba linalopatikana Mhongoro, Kahama Shinyanga, na tunaweza kusupply vifaranga kupeleka maeneo yote Tanzania nzima: Dar es Salaam, Mtwara, Mbeya, Tunduma, Songea, Bukoba, Kigoma, Musoma, Tabora, Singida, Dodoma, Moshi, Mtwara, um, Arusha. Kote huko tunapeleka vifaranga na wanafika vizuri sana. Nafikiri katika sementi yetu hii tutaendelea kuonesha ni namna gani tunaweza kuonesha pia wateja wetu wa Arusha, wateja wetu wa maeneo mengine tofauti tofauti, uzuri na kuonesha na mteja jinsi anaamini mteja anapopatikana. Kwa hiyo nafurahi kukuelekeza kuhusiana hicho kitu, asante na karibu kwa kupata vifaranga bora kabisa wa kienyeji wa, wa mwendokasi lipia, tutakupatia vifaranga na tutakusaidia kuwalea. Asante na karibu.